Ungana sasa na Ibrahim Rahby, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu Rahby. Shukran sana, na zipo taarifa mbalimbali lakini kubwa ni hili la uh, Israel imethibitisha kufanya mashambulizi hasa katika maeneo mbalimbali ya Iran na ni usiku wa kuamkia leo Marco Rubio anasema kuwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani anasema kuwa hmm. Marekani haihusiki kabisa kwa shambulizi lolote hili lililotokea, kwa hiyo anaipa tahadhari Irani kuwa isishambulie maeneo yao, na kauli ambayo imezungumzwa muda mchache na Donald Trump kuwa uh, Marekani haikuhusika, isipokuwa uh, Donald Trump anasisitiza kuwa hili linaweza likamalizika kwa njia ya diplomasia, na hili shambulizi limetokea ni baada ya takriban saa tatu baada ya kauli ya mwisho ya Donald Trump kusema kuwa mwelekeo wake na Irani ni mwelekeo wa kidiplomasia huku akisema kuwa ameongea na Israeli kuzuia Israeli kufanya shambulizi lolote kwa, kwa, kwa Irani. Sasa kilichotokea kimetokea, lakini ukubwa wa hili jambo sidhani kama linaweza likawa jepesi kiasi hicho kwa sababu Uh, nje ya kuwa kufanya mashambulizi maeneo sita tofauti ambayo Israel wameyafanya ndani ya Iran wamepiga kwenye mikoa ambayo uh, ndio inatajwa kuwa ndio hasa vilipo vinu vya nyuklia kule mm. Natanz, Tabriz, uh, Isfahan hayo ni maeneo ambayo yana vinu vya nyuklia pamoja na Tehran pia na maslahi mengi ya kijeshi yani wamelenga, lakini nje ya hapo wamewalenga wanasayansi wa Irani na wamewalenga makamanda wakuu mm. akiwemo Hussein Salami ambaye ni mkuu wa IRGC mm, sasa wanajeshi watatu pia wameuawa katika shambulio hili yeah, walikuwa wamewalenga makamanda hasa yeah. Yani masuala ya wakamanda wa kijeshi. Sasa kitachotokea hapa ndio hicho ambacho kilichukuliwa tahadhari kubwa. Marekani kuanzia Jumatano ilitangaza kuondoa wanadiplomasia wake wote karibu mashariki ya kati yani mm -hmm. wale muhimu wote na waliobaki wote, ikawatahadharisha kuwa hawapaswi kubaki kwenye maeneo ambayo yanafahamika mfano kambi za kijeshi, kuwa wanajeshi wao walitakiwa kuchukua tahadhari kubwa maeneo hayo. Uh, wanadiplomasia kule uh, Iraq waliondolewa, kwa sababu walikuwa wanafahamu kuwa sehemu nyepesi zaidi itakuwa ni, ni Iraq lakini eh, hatujajua Iran ataenda kujibu moja kwa moja kwa, kwa, kwa, kwa Marekani au atajibu wapi ndani ya Israeli. Haraka baada ya mashambulizi kumetangazwa uh, kufungwa kwa anga nzima hmm, na huku karibu karibu naweza na kusema kuwa serikali nzima ya Israeli kuwa imesitisha shughuli zote leo, zikiwemo shughuli za elimu, shughuli zote usafiri, hadi usafiri wa barabarani, usafiri wa anga wote umesitishwa na watu wametakiwa kuchukua chakula cha kutosha na waende wakakae kwenye shelta ambazo zi, zimewekwa kwa ajili ya sehemu ya kujikinga, kwa sababu wanasema wanatarajia majibu ya Irani. Na kiongozi mkuu wa Irani, Ali Khamenei, amesema kuwa majibu ya kilichokifanywa na Israeli yatajibiwa kwa, kwa, anasema kwa uchungu mkubwa kuliko hapo wa, walichokifanya Israeli. inasema kuwa hili haya ni mawimbi ya awali, kwa sababu ili uweze kuangamiza mifumo ya nyuklia, hauwezi ukasema umeshambulia hivi na uweze kuharibu, huwezi, kwa sababu nyuklia ya Irani jinsi ilivyowekwa, imewekwa sehemu za mbali na, na hata utaratibu ambao na taarifa iliyotolewa na IEA, IAEA shirika la atomic duniani lilitoa tahadhari kuwa ni vigumu sana kwenda kuangamiza mfumo wa nyuklia wa Iran kwa mashambulizi ambayo yanaweza kufanyiwa na Israeli, lakini kama Marekani anaweza akagusa, anasema basi labda ki, anaweza kuathiri, lakini hawezi akafunga kwa aina ya vinu vilikowekwa. Wamelenga vinu, na ome, o, o, vinu mm, vya nyuklia, lakini mfumo wake umewekwa chini sana ya ardhi, kwa sababu IAEA ilisema ili, ili kuwa ni vigumu kusema kuwa unaweza kumaliza mfumo wa nyuklia wa Iran, labda unachoweza kufanya ni kurudisha nyuma program. Yaani kuwa unaenda kuathiri baadhi ya vitu ambavyo wanavitegemea, halafu wanaanza kutengeneza, kwa hiyo unawarudisha nyuma tu, lakini huwezi kwenda kugusa moja kwa moja ule mfumo wa nyuklia. Sasa Irani iliahidi kuwa ikiwa itashambuliwa ndio itaongeza urutubishaji wake wa urani, lakini pia haitoliacha hili kuwa itajibu kama ilivyokuja. Kwa hiyo hivi sasa tahadhari ni kubwa, Irani imefunga anga yake yote na karibu nchi zote jirani za Mashariki ya Kati na Irani zote zimefunga anga zao kwa sababu taarifa zinaonyesha kuwa mda, mda si mrefu sana Iran itaanza kujibu kile kilichofanywa na Israel. Sasa tutarajie lolote kuliona, na hili nimeona presha kubwa ndani ya Marekani na wafuasi wakubwa wa Trump wakimsisitiza Trump kuwa ikiwa Marekani haikushiriki basi sijiingize kwenye vita hii, kwa sababu wanategemea sana kuona kuwa Marekani itakwenda kuilinda Israel dhidi mm -hmm. ya mashambulizi ya Iran sasa, na sio tu Marekani, Iran utakapoamua kujibu. Uh, Marekani wenyewe watafanya nini Marekani ni lazima akaikinge Israeli, hawezi kuiacha Israeli kwa sababu na hili analosema Marekani kuwa yeye hahusiki ni kile tu anachokwepesha tu kuwa nikisema nimehusika au mimi niseme kuwa tunashambulia kwa sababu yeye maslahi yake mengi hapo ya mashariki ya kati anajua kabisa kuwa tutaathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu anafahamu kuwa ana wanajeshi karibu elfu themanini waliopo mashariki ya kati na wanafahamika walipo, ndio maana anahofia kuwa maisha yao na kila kitu kitakuwa hatari. Sasa kusema sisi tumeshiriki kwa unachofanya kuwa sisi hatujashiriki, lakini kiuhalisia maandalizi ya haya mashambulizi hayakuanza leo, yalianza tangu mwezi wa tatu. Marekani alituma mfumo wake wa third pamoja na askari 99 kupeleka Israel kwa ajili ya kulinda anga ya Israel. Kwa hiyo yeah, kama umesha shiriki hivyo huwezi kusema mm, hutoshiriki japokuwa. Yeah, yeah, wenyewe Israeli Israel wamesema walilenga uh, maeneo ya nyuklia na vinu hivyo, lakini uh, wamepiga maeneo ya makazi ya watu na kule Tehran, uh, kama ambavyo tumeona baadhi ya majengo yalikuwa ni makazi ya watu moja kwa moja, wamewalenga wanasayansi wa Irani sasa kwenye makazi ya watu, na hii ndio naposema kuwa ugumu wake, kwa sababu wanafahamu jibu litakuwa vipi. Ingekuwa Israel mashambulizi yake yameenda kulenga kwenye miundombinu ya kijeshi tu, hiyo ilikuwa habari nyingine, na Irani wangejibu kwa staili hiyo hiyo, kuwa watalenga mifumo ya kijeshi. Sasa kwenye hili mfano kifo cha kamanda mkuu wa IRGC, kwa sababu huyu ni mkuu wa majeshi ya IRGC. Kifo chake kuwa amelengwa sasa, tutegemee Irani atajibu kwa staili gani? Kama Irani atajibu kwa staili aliyojibu wakati wa kifo cha General Qasim Suleimani kule Iraq kwa kupiga kambi za Marekani ambazo taarifa zake walizificha, itakuwa kama Israel haitopata pigo kama walilolipata wao, basi haitokuwa na sababu ya kuendelea. Itakiwa ijiunge na kina Saudia kuwa nyuma ya, ya Israel au Marati au nchi zingine kwa upande wa Israel. Lakini mara hii yani, inatakiwa kuona sasa kuwa Iran kweli ni mkubwa. Lakini katika hili nadhani ndio kuna ile hadithi ya kuwa Urusi mshirika wa Iran inaweza ikadhihirika wazi kuwa Urusi kati ya israeli na iran hawezi kuingilia, atakaa pembeni hmm. Hawezi kuingilia kwa sababu panini? Israeli kiasili wao eh, na, na Urusi ni ndugu wa damu. Hmm, ni ndugu wa damu. Irani ni mshirika. Kwa hiyo unaposema kuwa israeli aingilie aingilie, aende upande gani? Israeli Urusi anachoweza kumsaidia Irani ni kuwa nitakupa mifumo ya kujilinda, lakini siwezi kuingia, lakini marekani atakuwa wazi na sio Marekani, Uingereza, Ufaransa zote hivi sasa zinajiandaa, zote zimesha kwenda kwa pamoja, kwa sababu rudi mwaka jana, mwezi wa tatu, Israeli ilifanya shambulizi kwenye ubalozi wa, wa Iran pale Damascus, ikawaua makamanda wa RGC saba. Irani ikashutumu lile shambulizi, Marekani akasema sikuhusika, akasema moja moja, kwa moja, mimi sihusiki na na hilo shambulizi, na Israeli alituambia shambulizi wakati yupo kwenye anga wakati Iran inamwambia inamwambia Marekani kuwa kama hukuhusika, tunaomba ulani hili shambulizi. Marekani akakataa. Algeria na Urusi wakalichukua lile shambulizi wakalipeleka kwenye baraza la usalama kwa ajili ya kulani. Marekani akagoma kulani lile shambulizi. Mei Mosi Irani ilijibu shambulizi kwenda kujibu kwa Israel. Marekani na washirika wote walienda kuilinda Israeli, wakiwemo Uingereza, Ufaransa, Italia wote walikwenda kuilinda na ndio wakazua mgogoro na Ukraine. Ukraine waka, wakauliza kwa nini mmekwenda kumlinda Israeli na sio mshirika wa NATO, wakati sisi tukiomba usaidizi wa ulinzi wa anga hamtupi, kwa sababu mnasema sisi sio washirika wa NATO. Lakini Israeli sio NATO, lakini washirika wa NATO wote wameenda kumlinda dhidi ya mashambulizi ya ya Irani, hmm. Sasa mashambulizi ya pili pia ni hivyo hivyo, Israeli ilienda kujibu Irani ilivyojibu, baada ya kifo cha cha kiongozi wa Hamas tunakumbuka, Ismail Haniya alijibu Oktoba mosi, lakini Marekani pia alikwenda kumlinda kwa hiyo hata leo utarajia kuwa Marekani tayari kaishafungua mifumo yake. Marekani na washirika wote wamefungua wa mifumo sasa. Ndio kile ambacho ndani ya Marekani wanamwambia Trump kuwa, hebu tuwaachie wenyewe, kwa sababu tuta, kwa sababu kiuhalisia, ukiangalia huu mgogoro Iran na Marekani hawana tatizo Iran na Marekani toka mapinduzi yalivyopita yalipita kwa sababu waliondoa maslahi yao, lakini mgogoro zaidi ni Iran na Israeli ambo sasa na wa eh, ndio wanakuhusisha mb... Sasa uh, huyu kiongozi wa Iran um, Ayatola uh, Ali Khamenei eh, yeye amesema mm. kwamba wategemee kwamba uh, watajibu watajibu kwa jibu kubwa zaidi eh. na kali zaidi. Ndio hilo nakwambia, ndio ndani ya Israeli kumetangazwa sasa huwezi watu wastoke uh -huh. kwa sababu Israeli inaishi kwa staili hiyo, ilishajiandaa siku nyingi kwa wanazile shelter za chini ya ardhi na hivi karibuni, wakati wana mzozo wao na Hizbullah walileta zile mobile house ambazo zinakuwa uh, ni safe zaidi, pia zikagaiwa maeneo mengi mm. uh, ili watu waweze wakisikia vingora na wana, wanatakiwa kukimbia kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo leo tangazo lililotolewa mapema kabisa, baada ya hayo mashambulizi kuwa watu ndani ya Israeli wasitoke, wan, wan, waweke vyakula vya kutosha, kwa sababu huu mzozo unaweza ukaendelea. Na ukimsikiza Netanyahu katika tangazo lake anasema kuwa uh, sio kuwa tumemaliza, yani kuwa tutaendelea kwa sababu ili tuweze kuathiri, yani nasema, ili tuweze kuharibu zile nyuklia za Irani, hatuwezi kusema haya mashambulizi ya mara moja ndio yanaweza yakaathiri, manake tunatakiwa turudi turudi. Maana yake kuwa tutegemee mzozo ambao unakuwa na, hapa tunapoenda kuathirika pia sio wao, kwa sababu eneo la vita hili ni gumu zaidi kwetu, kwa sababu huu ni ukanda ambao tunategemea sisi kwa nishati kwa kiwango cha hali ya juu, kwa sababu kwa vyovyote vile Iran anafunga mfereji wa Hormuz. kama mfereji wa Hormuz, Iran ataufunga, maanake kuwa hakuna meli itaochukua mafuta Saudi Arabia, Iraki, Kuwaiti wala Bahrain, hakuna meli itaingia wala kutoka. Ni lazima afunge kwa sababu kuwasumbua, maanake kwa vyovyote vile mfereji wa Hormuz unamilikiwa kati ya Iran na Oman mm-hmm. Kwa hiyo kwa vyovyote ataufunga, hii inaweza kutuletea athari mpaka sisi huku kwetu. Kwa hiyo ni kuomba kuwa huu mzozo usiendelee, japo wa, wa utulize kwa, kwa karibu lakini lazima wajibu Iran, lazima Israel aingie, lazima Marekani aingie kwao. Tunaweza tukategemea labda mzozo angalau hata wiki mbili wiki tatu, vyovyote inavyowezekana, lakini athari yake itatugusa mpaka sisi, kwa sababu sisi ndio sehemu pekee tunaochukua nishati zetu. No, shukran Rahby, asante kwa hilo. Tunakamilisha hivyo, uh, kubwa ni kuhusiana na uh, hili la Israel kushambulia hasa eneo la Tehran kule Iran na ndilo ambalo tunagusia.